Familia zimeungana tena, baba mama na watoto, baada ya kutenganishwa kwa miaka mingi na utawala wa kikatili. Ukatili huo unahadithiwa kwenye majumba yao mjini Damascus. si wasamehe. Kwa nini ni wasamehe? Walitufanya kama wanyama. Nilichukia kumtembelea mwanangu mwenyewe Mas, ibni, waliponipigia simu ili baba yake aende kumchukua sikuamini waliniambia ni mwanao Ali sikuamini mamlaka Bashar al-Assad ilimkamata Ali kwa kuasi jeshi la Syria anasema walimshutumu kwa ugaidi kwa sababu alikataa kushambulia raia wenzake la tab sikuweza kufanya hivyo. Wasiria ni ndugu zangu, sisi ni wamoja. Utawala ulitaka niendelee kubaki na kuua ndugu zangu, ama nishtakiwe kwa kilo walicho nishtumu. Niliachana na utawala nilipoona walichowatendea wananchi, nini walichokifanya. Walikuwa wakitaka uhuru Lihewe, shaab baadhi ya wanajeshi walirejea nyuma, wengine hawakufanya hivyo. Niliacha sababu walinilazimisha kuwapiga na kuwakamata watu, sikutaka kufanya hivyo. Kosa langu ni kwamba niliachana nao. Kwa kosa hilo, Ali alifungwa miaka ishirini katika gereza maarufu la Sadanya. Anatuambia aliteswa kiasi ambacho alitamani kufa. Mnamo mwezi Desemba Waasi walipopindua utawala wa Assad waliwaachia huru wafungwa kama Ali. Tulisikia sauti ya bunduki, tulidhani jeshi lilikuja kutuua. Tulianza kujificha na kukimbia kutoka kwenye lango. Ghafula lango lilifunguliwa, wakasema, Mungu ni mkubwa, Bashar al-Assad ameanguka na sasa mpo huru. Kwingineko mjini Damascus, katika chumba cha kuhifadhi maiti hospitali, wa Siria hukusanyika kutafuta wapendwa wao ambao hawajarejea nyumbani. Alikamatwa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na saba na hajaonekana bado. Tunapomuulizia wanasema hawapo naye hawatuambii wapo wamemfunga au la. Tuna msubiri aje, tuna matumaini Alipata pasipoti na kutaka kutoroka lakini kuna mtu alimripoti. Je, hii si dhambi? Alikuwa na umri wa miaka 35 tu, hakuwa na watoto wala familia. Wakati Ali anapoanza ya maisha yake mapya ndani ya kimapia, Syria mpya, anajiona mwenye bahati. Anasema anataka haki kwa wale ambao hawakupata bahati kama yake.